Unamtukana sergeant, unamtukana mtumishi wa umma. Anaongea nini huyu? Mfanyakazi wa umma? Mfanyakazi wa umma huu? Mfanyakazi wa umma huu Kenge, wewe, mimi natokana mtu yoyote nikiamua, na mimi hapa ndio king na mimi ndio Bey na mimi ndio mamlaka yote niko nayo hapa, nikiamua kufanya chochote nafanya. Sasa leo nitakushow something <laughs> today uelewe kwa nini mimi naitwa Narabuku Bey <laughs> <laughs> <laughs> wewe, unakwenda wapi? <laughs> rudi hapo <ya> chukua <laughs>

Kwanza sauti yako kwa imekuwaje mke wangu, mbona kama vile umekabwa, umelishwa kitu au ndio raha za jana usiku, mke wangu? Maana jana zilikuwa ni keleza simba tu pale wanja wa taifa. Mungu, yanaumwa? Sijisi, sijui mimi naumwa, kwani unjui? Sijui ni kwani, kwani mizango zangu gani? Sijui mpaka sauti yako siipati. mm. Mimi nasikia sana yako. Toba toba, toba toba, toba, unaisikia sonoko? Nimekuelewa mke wangu, kama nikisonoko katika michezo, mi mwenyewe michezo I like it. Mi ndo michezo yangu, napenda hiyo, tutaoneshana. Nitaenda hakumuonyesha kwamba h mke wangu, lakini hapa aligusa nazi, ila sasa hivi hapa kagusa mwili mmoja, yeah. hizo session na Narabuku sipendi session, mguu kwa mguu, chocho kwa chocho, akaniambie sauti yako apeleka wapi? don't worry mke wangu, oh, relax. umenielewa mama? Nimekunio. Sawa. Sasa mbona hujafunika kichwa tena mke wangu? umekuja winja winja kwenye magenge, kichwa kiko wazi kweli, mampenzi kwa kugafilika, lakini siku nyingine hutakiwi kuachia kitu mama eh. hey, relax, njoo kwanza mama. oh, oh, oh, oh, oh. Mke wangu bu kwanza ka, ka. Pole mama, relax na nakuomba unisamee mke wangu, kwa kutokuamsha asubuhi, maana nilikuona umelala kama vile umezidiwa. Mke wangu umechoka, ndio maana nikaondoka. Nilikuwa na wai hapa maswala maswala ya <laughs> kwenda kuchukua nazi Rufiji. e, ndio maana mke wangu nimekuacha. Samahani. Sawa mke wangu, nimekuelewa na nimeshakusamehe e, toba. Toba, toba, toba, toba. Basi kama kwa umenisamehe, ni chobu mmeo. <laughs> <laughs> Walai, napendwa, mnaona, mnaona kwamba Narabuku Bey nimepata na sijapatikanika. Sawa mke wangu, nenda uh -huh. Ka relax, kapumzike, ni mumeo, niko zangu hapa nalisongesha gurudumu, nataka nikafate zangu. Ah, nenda mama. Wapi tena mama huko huku <laughs> kuna vijana wa ovyo, wazee wa kutafuta, maskini wakeza, watu pita huku eh, abiria chunga <laughs> mali yako, wala inapendwa wala inapendwa, bei inapatwa na toto zuri la kidigo <laughs> linaenda lile <line. laughs> mimi huyo huyu <mimu> kamtaka yule yule kamkataa, mara akaenda kwa yule, mbona ni bala aiye hakuna mapeza na tindani a genge. Narabuku Bey hapa kiongozi wa magenge yote, naongea sema. Ebu nisikilize bwana, mimi niko bize kumtafuta Kisonoko. Kisonoko kaleta kaondoka na sauti mke wangu. Hey, kisonokosanaeta michezo kaleta michezo usiku, wakati mi mwenye yo michezo ndo hailaiki. Sasa ntamonyesha ni kipi ambacho kilimtoa kanga manyoya kwa kumgusa mke wangu. Family rai huyo mteja, kama hawezi kunisubiria basi aondoke kwanza. <gulisa> mteja au, au teja hilo family rai, mimi mteja kwangu fala tu, mimi namtegemea Mungu. Akiondoka yeye, atakuja wengine eh. Hapa ni chocho kwa chocho mpaka kisonoko arudishe sauti ya mke wangu. Zeshe ni michezo hiyo. Sawa, ngoja niangalie kama nitaweza kufika hapo haraka. Ah, uh, uh, <laughs> nasemaje, kisonoko ni chocho kwa chocho, nyumba kwa nyumba, mpaka arudishe sauti ya mke wangu Sultana wangu mama watoto wangu, mama mjengo mm. Kusutana na umbe genge yetu hili genge ni bolo, genge yetu mshirike na kurogana, genge yetu walade baba mwanangu. Kamo, baba. Marahaba, vipi tena, mbona winja winja wangu wangu kulikoni? hmm. Wewe ndo nikuulize baba, umetoka wapi? Kwa sababu nimetoka huko magengeni sijakukuta na nilikuwa nataka nichukue nazi kidogo, ma sotoje, si najua ya siku ile nilijilamba, kwa hiyo nilitakiwa na leo nikajilambe tena <laughs> umefika mpaka magengeni, mama hapa <laughs> sijatulia <laughs> gengeni hapa kariki <laughs> mama yako Sauti wamechukua usiku, na unamjua aliyechukua Kisonoko. Huyo Kisonoko kaleta zesheni mke wangu kaamka asubuhi Sauti hakuna. Sasa hapa ni chocho kwa chocho mguu kwa mguu mpaka Sauti ipatikane, ndio maana sipo magengeni. Hebu e, ngoja kwanza baba, unavyosema kwamba unaenda kuitafuta hiyo sauti, utaijuaje kwamba hii sauti ya mama, na ilikuwaje usiku kwanza? <laughs> hivyo vitu vya watu wazima na watu wazima, ndio sisi ndio tunaelewa. Mwanangu, acha kumchunguza sana bata, ukim ukimjua sana au mli, unaweza ukaenda asa. Baba, ngoja, ilikwaje usiku, yani ilikwaje? ya Kaisari mwachie Kaisari, na ya msa mwachie msa. Wewe makisikisi na ukubei, acha hacha zesheni, kamdomo

Wewe hebu, sogea hapa. Wewe naongea na wewe, unashanga shanga nini? Sogea hapa. Jambo fande. Jambo over over. E, na nakupata fande Eh, kifaru na tembo hapo kazini afande. Sawa afande. Eh <laughs> nimeitikia wito baba. Haya, nambi. Nani baba? Unajua ah, ah, sisi ni ndugu yani eh, eh, eh, maisha haya tukikosea tunakosekana tunaomba na msamaha. Nani ndugu yako? Kumbe ukiitwa una uwezo wa kuitika kwa utii. Unajua, nilijua wewe ni Tahira. kume ni mtu mzima ambaye unachetua. Hapana, uh, unajua pale sijakuelewa ulivyoita wewe sasa. Wewe nikaa najiuliza swali, wewe madaga kamba yale, wewe madaga nyama au daga mchele? Ndio maana sikuitika kwa haraka. Hebu sikiliza punguzi wa changamfu sawa. Kuna kijana mmoja namtafuta, nimeelekezwa kuwa nitampata hapa gengeni, anaitwa Prince, unamfahamu <tipulis> bila shaka. Unamuulizia Takadini <tipulis> Prince zeruzeru sope. Si nikwambie upunguzi wa changamfu kwa nini unakosa nidhamu na heshima eh? Anaitwa Prince na sio Takadini. Ni vyema kama utamwita kijana fulani hivi mweupe kama wewe ulivyokuwa, kijana mweusi tampata wapi? Unamzungumzia uh, ule kijana mweupe? Embu niambie nitampata wapi huyo? huyo huyo Prince naweza nikampata wapi huyo Prince? Unampata genge la kwanza, la pili, kwa chini koo. Napita njia hii si ndio? Eh, eh, eh. Eh, siku nyingine a makini sana maneno yako. Sawa. Analeta zarau Narabuku mpaka mashuzi tika tika hapa, najamba kinkalita zarau huyu ananjambisa na, na, Narabuku Bey, sijapenda hizi zarau ah. Kusutana na umbe. Hili genge ni bolo ushirike na kurogana. Genge yetu, habari yako? Salama, karibu, nikudumie nini? Asante, bila shaka wewe ni kopo Prince. Kabla sija kujibu swali lako, natamani tutambuani. Wewe ni nani? Naitwa Sajenti Mbino. Jambo fande. Jambo, nimepewa maelekezo na ASP Tania na amenieleza kuwa wewe ni askari wetu mwaminifu sana na uko hapa kwa ajili ya mpango maalum. Sasa kuanzia muda huu ambao unaongea, tutakuwa tukifanya kazi kwa ukaribu sana kwa ajili ya kuweza kumkamata mshukiwa. Unachokisema ni sahihi afande. Ila ningeomba tutoke maeneo haya tukazungumze sehemu nyingine, maana mazingira sio rafiki kabisa.

Wa wa Kaifa hali? Bwana, huu unguu, nilikuwa nakuja nyumbani kwako maana, <laughs> nilikuwa nakuletea malalamiko ya mpwa wako Kisonoko. Nimetoka kumtafuta vijuani kwake, nyumbani kwake, sijamwona nilikuwa nataka kuja kukuambia kwamba michezo ambayo anaileta, zesheni ambazo anazileta kwa mke wangu, sitaki akome, akomae, arudishe sauti <gibu> ya mke wangu. Sasa bwana Bey, bwana, mi nashindwa kukuelewa na kushangaa, unaletea malalamiko hali ya kuwa wewe na kisonoko ni kitu kimoja. Sa shida iko wapi? Kitu kimoja, kitu kimoja. Hiyo huu wichi unataka kuongea mambo ya kinyinga kinyinga, ija sikiliza wewe, mimi na kisonoko ni kweli kitu kimoja lakini kamgusa mke wangu, mimi ambaye ni mwili mmoja. Sasa basi, kamwambia hiyo michezo ambayo ananiletea mimi, ndo mimi mwenyewe napendaga. Sitaki mambo ya kipumbavu, arudishe sauti ya mke wangu kabla sijamvuluga yeye pamoja na ukoo mzima, mkajuta kunijua. Sawa, nimekuelewa ila lakini bwana Bey, hayo sasa ni matusi sasa. Unapofika huko matusi, nimekutukania baba hapa lasha, nimekutukania mama hapa, hapana, nimekutukania sangazi yako hapana. Ila sasa hayo unayezungumza, sijui wewe na, na familia yako yanakujaje sasa? hey! <laughs> Kelele kamdomo ije, kamdomo kata kukosti katakukosti nenda, mwambie mpo wako kama kafanya mazinzo kwa mke wangu, hiyo sauti irudi, la sivyo mtajuta kunijua. <laughs> mizimu yangu na wage wage wangu, huku kitoko ukiamia hapa. <laughs> mbona mtakoma. <clears throat> Narabuku kuuba babake. <laughs> Nyinyi ni watoto wadogo na kwangu, bado amsumbui. <clears throat> mimi huyo Sawa Bwana Bey, nimekuelewa Genge. Afande, kwa pale tusingeweza kuzungumza chochote kile kwa sababu mazingira yalikuwa sio rafiki, na ndo maana nimekuleta huku, na huyu mshukiwa wetu ni mtu hatari sana Atupasa tuwe makini. Kwa hiyo unataka kunieleza kuwa mshukiwa yupo kwenye haya magenge na mmeshindwa kuchukua hatua yoyote? Ndiyo, na ni mfanya biashara hapa magengeni na ni mwenyekiti wa magenge haya. Prince, hakuna ambaye yuko juu ya sheria, na kwa kuwa nimekuja basi kila kitu kitakuwa sawa. Maelekezo ya makazi na kila kitu kiko vipi? Masuala ya makazi wala usijali. Kila kitu nishakiweka sawa, ila nakusisitiza fande, huyu mtu tunaidili naye ni mtu hatari sana, na Narabuku huyo. Kumbe wewe ndiye Narabuku? Mimi huyo, na sio Narabuku tu, niite Narabuku Be. <laughs> Nimetoka kumuonesha cha moto. Ni kijana mwoga sana, asikogopeshe. Kumbe wewe baba ulikuwa unatafuta na Narabuku na usemi. Eh? Hivi wewe si umeniambia kwamba nikuelekeze njia kuelekea Tongo Masheli we? Wewe? Au sio wewe? Sikiliza wewe baba, usinitafute mimi matatizo. Njia kuelekea Tongo Masheli ni hii hapa, nyosha nayo. Sitaki shida na wewe. Masuala kuingia tu kwenye ugomvi na na Narabuku mimi sitaki. Sasa nisikilize. Kuanzia muda huu ambao unazungumza, Narabuku, sikui madevu, uko chini ya ulinzi. Naitwa Sergeant Mhina. Unasemaje blue orange. Kenge wa blue kenge <laughs> wapinki orenji, kenge wasambarao, mpuzi moja we. Wewe wewe wakuniweka chini ya ulinzi wewe, kunijambisha nime nimetoa misuzi tika tika <laughs> kenge wewe Unamtukana mtumishi wa umma anaongea nini huyu? Mfanyakazi wa umma, mfanyakazi wa umma huu, mfanyakazi wa umma huu, wait. Kenge wewe, mimi natokana na mtu yoyote nikiamua, na mimi hapa ndio king, na mimi ndio bei, na mimi ndio mamlaka yote niko nayo hapa. Nikiamua kufanya chochote nafanya. Sasa leo nitakushow something <laughs> today, uelewe kwa nini mimi naitwa Narabuku Bey hmm, hmm, hmm, hmm. Oh! <tipati> Wewe unakwenda wapi? Rudi hapo chukua. Nenda kanywe supu. Sika. <shika> kanywe supu. Na huyu kenge alikuwa anakuulizia nini kuhusu mimi? Alikuwa ananiuliza njia kuelekea Tuongomasheli. Ah, sasa sikiliza, kaweke mafuta kakaange, kunywa supu unavyojisikia huyo kuku, hmm. Narabuku kuuba babake. <laughs> mimi huyo Bey, Narabuku Bey.